Asante sana mchungaji, nashukuru kwa nafasi hii. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Nichukue nafasi hii tena kwa mara nyingine kumshukuru Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, yeye aliziumba mbingu na nchi na bahari na vyote vijazavyo na hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru na kumtukuza yeye. Wapendwa, tuko mahali hapa ni kwa sababu ya mpendwa wetu Erika Piusi ambaye Bwana ameruhusu alale usingizi wa mauti. Na kwa kuwepo kwetu hapa ni kwa ajili ya kuweza kuifariji familia ya mzee Gomela pamoja na mzee Mwakalonge pamoja na ndugu wengine, marafiki na jamaa. Nichukue nafasi hii kusema poleni sana, jambo hili halizoeleki Jambo hili linatufakalisha, lakini tunalo neno moja tu kusema, kuna tumaini ng'ambo ya kauli. Tujipe moyo, na hata tunapokuwepo mahali hapa ni sisi pia, inatukumbusha tuko kwenye ratiba tunasogelea. Kwa hiyo niwachukue nafasi kuwakaribisha tena na tena, karibuni sana katika kipindi hiki ambacho ni cha maombolezo, cha kupeana faraja, faraja za pekee sana.